Ai, Yanga kupiga kichwani hii kuna ndo rais kama hadi kusinywe na kupiga natupiga yani. Eh? Hii kupiga kichwani? Eh. Na mradi rais hadi si wenyewe natupiga hizo. Shwali shwali bado. Kama umenuna hivi. Ah, yaani kishingo pande nga sio, sio, sio kawaida yangu lakini fresh, lakini fresh. Yanga tamu leo yajatoka na utamu hapa. Ah, utamu bado upo, utamu bado upo. Tamu tunao na tunatamba nao. Kutegemea hiki ambacho kimetokea kwa Mbeya City leo ye, kikwenda tukutegemea tukujua kumba atukujua kwamba uchawi upo kumbe uchawi upo, bwana, uchawi ah. Kwa anachezeka hapa uchawi upo kaka, yani kutokea hapa katikati ukapige ikagonge nguzo akati kwenye mazoezi ukiambiwa gonga nguzo, hata upewe mpira kumi haigongi mm. nguzo lakini leo mpira mmoja umegonga nguzo, nao pia amegonga kule cool. Ah, sijaona eh, sijaona performance ya Young Africans leo. Unaizungumziaje? Yanga ni ile ile, kwa matapeli. Performance iko vizuri ila kidogo tu labda ni bado mfumo wa kocha hujakaa vizuri, lakini Yanga ni ile ile. Ogopa matapeli kaka, sana kwenye mitandao. Yani mashabiki wengi, kitu,

Kosi nikiwapa sifa naona si, kama nagona nawapendelea. Mpira wao ni wa kawa kawaida, ila tu wametushinda ni kwenye uchawi. Kwenye uchawi ndio wametushinda, uchawi haina noma ah! nashukuru ba